Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku leo, Jumanne, juma la 12 kipindi cha kawaida mwaka C wa Kanisa. Leo Mama Kanisa anaadhimisha sherehe ya kuzaliwa Mtakatifu Yohane Mbatizaji. Masomo ya leo somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 49 aya ya kwanza hadi ya sita. Somo la pili linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 aya ya 22 hadi ya 26. na somo la injili linatoka katika injili ilivyoandikwa na Luka sura ya kwanza aya ya hamsini na saba hadi aya ya sitini na sita na aya ya themanini. Karibu tusikilize injili. Somo la injili ilivyoandikwa na Luka. Ikawa siku za kuzaa kwake Elizabeti zilipotimia, alizaa mtoto mwanamume. Wakasikia jirani zake na jamaa zake ya kwamba Bwana amemuongezea rehema zake wakafurahi pamoja naye. Ikawa siku ya nane wakaja kumtahiri mtoto, wakataka kumpa jina la babaye Zakaria. Mamaye akajibu akasema, la sivyo, bali yataitwa Yohane. Wakamwambia, hapana mtu katika jamaa zako aitwaye jina hilo. Wakamwashiria babaye wajue atakavyo kumwita. Akataka kibao akaandika ya kwamba jina lake ni Yohane. Wakastaajabu wote. Papo hapo kinywa chake kikafunguliwa na ulimi wake pia, akaanza kunena akimsifu Mungu. Wakaingiwa na hofu wote waliokuwa wakikaa karibu nao, na mambo hayo yote yakatangazwa katika nchi yote ya milima milima ya Uyahudi, na wote walioyasikia wakayaweka mioyoni mwao wakisema, mtoto huyu atakuwa wa namna gani? Kwa sababu mkono wa Bwana ulikuwa pamoja naye. Yule mtoto akakuwa, akaongezeka nguvu rohoni, akakaa majangwani hata siku ya kutokea kwake kwa Israeli. Neno la Bwana. Sifa kwako, eh, Kristo. Wapendwa katika Kristo, Leo mama Kanisa anaadhimisha sherehe ya kuzaliwa Yohane Mbatizaji. Katika hali ya kawaida, sherehe za watakatifu huadhimishwa siku ya kifo chao, ambapo tunaamini ndiyo siku walioingia katika ufalme wa milele mbinguni. Kwa Yohane Mbatizaji, kwake yeye ni tofauti kidogo, kwani siku aliyokufa ni tarehe 29 Agosti na leo tunasherekea kuzaliwa kwake kwa sababu kuna maana ya pekee katika ukombozi wa mwanadamu. Upekee uliopo katika sherehe ya leo ya kuzaliwa Yohane Mbatizaji upo katika kazi ile ambayo aliifanya ya kumwandalia njia Masiha atakayezaliwa ambaye ndiye Kristo. Wapendwa katika Kristo, wazazi wa Yohane Mbatizaji ni Zakaria ambaye alikuwa kuhani na Elizabeti ambao wote walikuwa wamefikisha umri wa uzee bila ya kupata mtoto. Hivyo kupitia malaika Gabrieli, Zakaria anapashwa habari ya kuwa atamzaa mwana na jina lake watamwita Yohane, yaani mnadhiri wa Mungu au mtu aliyeteuliwa kufanya kazi ya Mungu. Na sasa tutafakari sehemu ya maandiko matakatifu Uliyoisikia juu ya kuzaliwa kwa Yohane Mbatizaji. Mosi, Elizabeti anamzaa mwana. Wapendwa ndugu zangu katika Kristo, kuzaliwa kwa Yohane Mbatizaji kulikuwa siyo kwa namna ya kawaida kwani ni katika umri wa uzee kabisa ndiyo mama huyu anamzaa mwana. Hivyo tukio hili liliwashangaza wengi na hata ndugu na majirani zake. Walipopata habari hizo walifika nyumbani kwa Elizabeti kushangaa maajabu hayo ya Mungu na pia kumshangilia mtoto aliyezaliwa. Inaonekana wakati akiwa na ujauzito hakujulikana na wengi. Hivyo wakati anajifungua watu wengi walishangaa sana kwa kupata mtoto, maana kupata mtoto ilijulikana kama baraka kutoka kwa Mungu. Hivyo basi, ndugu zangu kumbe tunafundishwa daima kumtegemea Mwenyezi Mungu katika maisha yetu, na hasa akina mama wale waliokata tamaa kwa sababu ya kukosa mtoto katika ndowa na wamedharauliwa katika jamii zawo, tumaini lawo liwe kwa Mungu kama ilivyokuwa kwa Elizabeti, Sara na Hana. Pili, mtoto anapewa jina la Yohane na baba yake. Ilikuwa ni hali ya kawaida kwa jamii ya wana wa Israeli, baada ya siku nane, mtoto aliyezaliwa kuwa anafanyiwa tohara na pia ndiyo siku hiyo anapewa na jina. Katika mambo hayo mawili, jambo la kwanza lilikuwa halina shida ambalo ni juu ya kumtahiri, kwani kwa kufanya hivyo walikuwa wanatimiza agizo la Mungu na kwa tendo hilo walikuwa wanamwingiza mtoto katika agano na Mungu. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya 17 aya ya 4 hadi ya 14, na kitabu cha mambo ya Walawi sura ya 12 aya ya kwanza hadi ya tatu. Jambo la pili ni juu ya jina la mtoto. Wengi waliokuwa wamekusanyika nyumbani kwa Zakaria na Elizabeti walijua kuwa mtoto ataitwa jina la baba yake, yaani Zakaria, au moja ya jina kutoka kwenye ukoo. Lakini kumbe ilikuwa sivyo, kwani mama yake alisema kuwa mtoto ataitwa Yohane na watu wote walishangaa. Kutokana na kutoamini kwa watu, ilimbidi baba yake apewe kibao na akaandika jina lake ni Yohane. Kuanzia hapo ndiyo watu wote wakaamini. Na ndipo Zakaria akapata kufunguliwa tena kutoka kuwa bubu na watu wote wakafurahi sana na kusherekea. Kisha Yohane Mbatizaji alikuwa akiongezeka umri na kimo huku akiishi jangwani na kuhubiri juu ya toba na msamaha na pia ujio wa Masiha, yaani Yesu Kristo. Katika hili tunafundishwa kuwa Mungu ana mpango na maisha yetu. Aidha, tujifunze umuhimu wa majina katika maisha kuwa yanabeba ujumbe fulani, mfano Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi na ama kweli, kwa njia ya Kristo Mungu amependa kuendelea kuwa karibu na watu wake. Jambo la tatu, Zakaria anaimba wimbo wa sifa kwa Mungu mara tu baada ya kuandika jina la mtoto kuwa ataitwa Yohane. Kinywa cha Zakaria kikapata kufunuliwa tena na ndipo alipoanza kuimba wimbo wa kumsifu Mungu. Wimbo huo wa sifa una sehemu tatu ambapo sehemu ya kwanza Zakaria anamtukuza Mungu wa Israeli aliyebaki mwaminifu kwa agano aliloweka na watu wake kupitia baba zetu tangu Abrahamu na uzao wake wote. Sehemu ya pili inatambulisha kazi ya huyo mtoto aliyezaliwa. Kuwa ni kumwandalia Masiha njia na kuwaweka watu tayari kwa ubatizo wa toba kumpokea huyo Masiha. Na sehemu ya tatu inaeleza juu ya huyo Masiha kuwa ni nuru itakayowaangaza mataifa, na hivi kwa njia yake anauleta utawala wa mwanga na wa kweli katika Mungu ulimwenguni. Kwa kuhitimisha, ndugu zangu katika Kristo, tunaposherekea sherehe hii Tuungane sote kuziombea familia na ndoa zinazopitia changamoto ya kupata watoto, ili basi kwa njia ya tumaini lao kwa Kristo wajazilizwe furaha kama ilivyokuwa kwa Zakaria na Elizabeti kupitia watoto, kwani watoto ni baraka. Aidha, tuendelee kusali na kuombea malezi mazuri ya watoto hao, ili waweze kuishi kadiri ya mapenzi ya Mungu, hasa katika dunia hii yenye changamoto za mabadiliko ya sayansi na teknolojia ambayo yanachangia mmomonyoko wa maadili kwa kiasi kikubwa. Watoto hawa kwa maisha yao tangu udogo wao wampendeze Mungu siku zote kama ilivyokuwa kwa Yohane Mbatizaji ambaye alikuwa katika nguvu za Roho Mtakatifu akikaa jangwani hata siku ya kutokea kwake kwa Israeli. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Keni Mfunga Hema, wa shirika la wamisionari wa, wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!